Kuna vitu shetani akivichukua kwenye maisha yako, fedha haiwezi kurudisha, na hata vingine vyote ndani ya maisha yako vinaanza kumfuata automatically, vinaanza kuanguka automatically, yaani vyenyewe tu. Shetani akichukua hekima, hakuna ndoa inasimama, hakuna kazi itakaosimama, hakuna biashara itakaosimama, vitu vingine vyote vinaanza kuanguka automatically. Jambo la pili, shetani akichukua kibali hm hakuna kitu kinaweza kusimama. Shetani akichukua jina, kwenye kitabu cha Mithali 22 mstari wa kwanza anasema jina zuri ni bora kuliko fedha. Akichukua jina, kila kitu kimeisha, kila kitu kinamfuata. Na ndio maana kwenye Biblia utakuta kuna mtu alikuwa ni mkoma, lakini alikuwa ni jemedari, lakini ukoma ulikuwepo pale. Yaani shetani akikupa jina baya, akachukua jina zuri, umeisha, vingine vyote akakupa jina tu madeni, akakupa tu jina akakuvalika jina lingine, akachukua jina zuri umeenda, fedha haiwezi kurudisha. Shetani akichukua afya, hakuna fedha inaweza karudisha afya. So pekee vitu ambavyo, kitu gani utafanya ambacho kinaweza karudisha hivi vitu vyote? Ni kuomba. Biblia anasema katikati yenu kama kuna mtu amepungukiwa na hekima, basi naaombe. Esta aliomba siku tatu, akapata kibali mbele ya mfalme. Biblia inasema katikati yenu asiyekuwa na afya basi na mumwombe kwa imani atapona. Every moment you find prayer. Kila mahali unakuta maombi anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina